vinapoteza muda kwenye maisha yako na unafanya nini kuviepuka au kuviondoa kabisa kwenye maisha yako? Siku sio nyingi nilikuwa nikifanya mazungumzo na mmoja wa watangazaji kwenye chombo kimojawapo, na kama ameniuliza swali kwamba nimewezaje kuandika vitabu zaidi ya thelathini. Of course jibu langu lilikuwa ni straightforward na lilikuwa liko wazi sana kwamba mimi kwenye muda wangu kuna vitu ambavyo kwa kawaida huwa sifanyi, ambavyo watu wengi mnafanya na vipo katika mazingira ya kila siku na vipo kwenye ratiba zenu za kila siku. Mfano, kwenye ratiba yangu huwa sina muda wa kuangalia mpira, ni kitu ambacho kabisa hakipo. Na vijana wengi wa Kitanzania unakuta kwamba wanahutumia muda mwingi katika kuangalia mechi, kufuatilia matukio mbalimbali baada ya mechi au kabla ya mechi, kujadili mechi, kubishana na vitu kama hivyo. Unaweza kukuta mechi moja dakika tisini, lakini inachukua zaidi hizo dakika, kwa sababu kabla ya hapo mtu atafuatilia mechi, wachezaji, atafuatilia wachezaji gani anacheza, atafuatilia sijui nani imekuwaje, baada ya mechi atafuatilia tena e, walivyofunga E, mtandaoni unasemaje? Na vitu vingine kama hivyo, muda mwingi unapotea hapo, ya ambayo inaweza ikaenda, tukitoa hizo dakika tisini, inaweza ikaongezeka tena dakika nyingine tisini. Kwa hiyo ukakuta kwamba takribani saa tatu kwa wiki zinawekezwa au zinatumika kwenye mechi, na kwa wengine ni zaidi ya hapo. Sasa kwa kulizingatia hilo maana yake ni nini? Maana yake kwamba hebu chukulia sasa mtu anaotumia muda huo huo dakika labda tisini kwa wiki, anawekeza katika jambo lake la maana, e, anaandika kitabu e, anaandaa podcast kama hizi, anaandaa anaandaa programu, anaandaa mafunzo, anaandaa nini, huyu mtu baada ya muda ataonekana amefanya vitu vikubwa na vitu vya ajabu. Lakini ni nidhamu au ilikuwa ni namna anavyotumia ule muda kidogo aliokuwa akiupata kwa, kwa manufaa makubwa sana. Kumbe ni jinsi tunavyoweka vipaumbele vyetu, jinsi tunavyoweka vipaumbele vyetu kwa. Kama kipaumbele chako kipo kwenye mpira, kama kipaumbele chako kipo uh, kwenye movie eh, kwa sababu hapo tu tumezungumzia kwenye mpira. Lakini unakuta mtu ana ratiba yake, ana mpira, ana movie, ana sijui nini, ana vitu vingi sana. Kwa kama vipaumbele vyake viko huko ni wazi kwamba m, labda atabobea huko. Lakini kama nataka kufanya mambo ya tofauti, nataka kujenga biashara, nataka kuandika vitabu, unataka kukuza ku, ku, ku, kipaji chako, na ina kitabu hapa cha eh, Maajabu ya Lano, Kipaji ni Dhahabu. Unataka kukuza kipaji chako, unataka eh, kufanikisha malengo yako, na ina kitabu pia cha Nguvu ya Kuweka Malengo wewe unataka kufanikisha malengo yako kwa ukubwa, unataka kufikia ndoto zako. Kitabu kingine hiki, jinsi ya kufikia ndoto zako. Usipokuwa na ndoto wewe, usipokuwa usipofanyia kazi ndoto zako, kuna watu watakuajiri kufanyia kazi ndoto zao. Sasa usipokuwa na hivi vitu, maana yake nini? Maana yake ni kwamba chochote kile kitakachokuja mbele yako kitakuwa ni lengo, chochote kile kitakuwa ni kitu ambacho wewe utakipambania kufanyia kazi hata kama hakifai. Kwa mwisho wa siku utajikuta kwamba unazurura, miaka inazidi kusonga mbele, hamna lolote la maana ambalo unafanya. Hivyo basi nikusihi kwamba kwenye muda wako, kwenye ratiba zako, na kwenye vitu unavyofanya, hakisha unapangilia ratiba yako vizuri, ili uweze kuwekeza huo muda katika vitu vya maana na vitu ambavyo vitakuja kupa matokeo mazuri na na na makubwa hapo baadaye, badala ya kuhangaika na kila kitu, badala ya kuwekeza muda muda wako wako na kutawanya katika vitu ambavyo vina maana, uwekeze katika vitu ambavyo vina maana, sijui unanielewa? Badala ya kuangaika na kila kitu, angaika na vitu vichache vyenye maana kubwa sana kwako, wekeza muda wako huko. Baada ya muda kidogo, utakuwa umeweza kufanya mambo makubwa, na hicho kitu tunakiita nguvu ya vitu vidogo katika kufanya mambo makubwa. Of course kuna kitabu chake pia hiki hapa. Basi, by the way, hivi vitabu vyote nilivyovizungumzia hapa unaweza kuvipata kirahisi sana, tumia namba ya simu sifuri sita nane nne mia nne na nane mia saba hamsini na tano ili tuweze kutumia vitabu vyako popote pale utakapokuwa. Hiki hapa nguvu ya vitu vidogo kuelekea mafanikio makubwa. Hiki hapa kipaji no, jinsi ya kufikia ndoto zako. Hiki hapa nguvu ya kuweka malengo, na hiki hapa kipaji ni dhahabu. Kuvipata hivi, tumia sifuri sita nane nne mia nne na nane Mia saba hamsini na tano. Goodbye.